Mwigulu akemea e, wanaozua taharuki biotiku za dhahabu. Lakini Spika Makinda, vijana maisha siyo starehe bali ni uwajibikaji. Huyo ni spika wa zamani Anna Makinda asema vijana maisha siyo starehe ni uwajibikaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, lakini bado kuna habari inayosema matokeo kidato cha nne, udanganyifu matusi bado ni mfupa mgumu e, matokeo kidato cha nne udanganyifu matusi bado mfupa mgumu NECTA yafanya utafiti kukabili wanaoandika matusi. Ufaulu watahiniwa eh, kujitegemea wazidi kupaa, wasichana waongoza sayansi, teknolojia yasumbua wengi. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la Nipashe, pate nakale yako kwa habari kwa kina. Lakini madereva madereva elfu moja waitwa kulamba ajira nchini Qatar lakini wa view uh, wapya wa bainika, vimelea usugu kwenye dawa, na vigogo wa kimiminika kuhojiwa na tume mpina aweka ngumu eh, vigogo wa kimiminika kuhojiwa na tume mpina aweka ngumu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pati na kale yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema serikali ya Tanzania yajitosheleza hifadhi ya chakula. E, serikali ya Tanzania jitosheleza hifadhi ya chakula. Lakini sura mseto, matokeo kidato cha nne e, sura mseto e, matokeo kidato cha nne, na wabunge walivyorudi kivingine, na fumbo wanawake kuvutiwa na vitambi aina hii. Hiyo ni habari e, kwenye gazeti la mwananchi ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari inasema bunge lilivyohitimisha mjadala, waziri mkuu akitoa wa maagizo. Hilo ni gazeti la mwananchi habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari leo, asubuhi ya leo linaanza na habari inaosema LATRA yatoa siku kumi na nne mabasi kutumia tiketi mtandaoni halali. LATRA yatoa siku kumi na nne mabasi kutumia tiketi mtandaoni halali. Lakini mawaziri saba waweka msimamo utendaji serikalini. Eh, mawaziri saba waweka msimamo utendaji serikalini hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti la habari leo. Na utitiri wa ving'ora barabarani kudhibitiwa. E, utitiri wa ving'ora barabarani kudhibitiwa. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti la habari leo. Lakini habari kubwa ni Dkt. Mwigulu, serikali haina uhaba wa fedha. E, Dkt. Mwigulu asema serikali haina uhaba wa fedha aonyaonauzua taharuki bioti kuuza ziada ya dhahabu, asisitiza serikali ina uwezo, e, wa kutumia rasilimali kwa maendeleo lakini kampuni ya Katari ya mwaga ajira 1150 kwa Watanzania. E, kampuni ya Katari ya mwaga ajira 1150 kwa Watanzania. Na mazungumzo ya maridhiano Zanzibar yanaridhisha Uthmani yasema. Lakini elimu rasmi kuunganishwa na soko la ajira, na ufaulu kidato cha nne waongezeka. Na ufaulu kidato cha nne waongezeka, sayansi, hisabati safi, baiolojia, kilimo yashuka ni bari naendelea, ukurasa wa pili kwenye gazeti la habari leo, pata kwa kwa gazeti la habari lilayopata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema ukipita mwendo kasi eh, kudharau king'ora imekula kwako. Lakini ufaulu kidato cha nne wapanda, Dr. Mwigulu msiyumbishwe na wasiolitakia taifa mema na ajira 1150 za madereva nchini Katari zaiva. Hilo ni gazeti lako la mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti wa ya wanyonge asubuhi ya leo lina habari na usema Dr. Mwigulu eh, Dr. Mwigulu Nchemba afanya amazing eh, Tanzania tua hifadhi ya taifa ya Arusha. Lakini matokeo kidato cha nne ufaulu wa panda e, matokeo kidato cha nne ufaulu wa panda. Raia ya mtaka mkandarasi CCC International Ruvuma kuongeza kasi ujenzi wa mradi. Msako wenye magari ya vingora waja. Waziri eh, Katambi atangaza ujio wa kampeni ya kudhibiti utitiri wa vingora kwa watu binafsi. Hii ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo ukweli na wazi lenye ukurasa wa mbele kuna habari inayosema mtoto aliyemtoroka mama yake Arusha afunguka mazito. Lakini Rais Mwinyi aipongeza taasisi iliyoandaa mashindano ya Qurani Tukufu, na ufaulu waongezeka, matokeo ya kidato cha nne. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo ukweli na uwazi. Lakini bado kuna habari inayosema Kagera River Girls ilivyogeuka kuwa fahari ya Karagwe. Kagera River Girls ilivyogeuka kuwa fahari ya Karagwe lakini tiseza yampa ahueni wa wa hospitali hospitali ya ya mwekezaji. Gazeti lako lako lako la la tiseza eh, tiseza eh, vivutio upanuzi wa mradi wa hospitali ya Kamanga, eh, Mwanza lakini shule ya wasichana Kagera River, alama nyingine ya Rais Samia Karagwe. Lakini walioweka ving'ora kwenye magari binafsi matatani, walioweka ving'ora kwenye magari binafsi matatani. Atengwa na e, ndugu na miaka miwili akisumbuliwa na ukimwi ukimwi. i habari kwenye gazeti lako la Mwananchi huru kwenye kurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kinam lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Dira Tanzania lenye ukurasa wa mbele linaanza na habari inaosema ufaulu kidato cha nne waongezeka. Hiyo ni habari inasema ufaulu kidato cha nne waongezeka. Lakini siku mia moja za Rais Samia, mapinduzi sekta ya elimu. Profesa Mkenda anika mafanikio wizara ya elimu. Lakini makadirio mikopo ya elimu ya juu kwa mwaka wa fedha ujao kufikia trilioni moja, na kampasi mpya kumi na sita e, kujengwa nchini na Samia scholarship ya toa ufadhili wa wanafunzi hamsini. Lakini Katambi atangaza msako kwa magari binafsi yanayotumia vingora. E, Katambi atangaza msako wa magari binafsi yanayotumia vingora na Karagwe River Girls wa inua wasichana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mtanzania leo. Lenye nanza na habari inasema weso kazi iliyofanya Rais Samia wala huhitaji tochi kuziona e, huyo ni aweso sema kazi alofanya Rais Samia wala huhitaji tochi kuziona. Lakini DC Thomas Mnyiga ashiriki miaka 49 CCM kwa kupanda miti, na karago ni vagelo zingome ya ubora wa elimu ya wasichana e, tiseza yatoa e, vivutio upanuzi wa mradi wa hospitali ya Kamanga na Bahresa awapa vijana mbinu za mafanikio. Huyo e, ni Bahresa awapa vijana mbinu za mafanikio yuni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Wamachinga, kurasa za michezo lenye linaanza nambari, inasema, Yanga al Ahli hakuna mbabe e, ni kutoka suluhu ya moja moja e, Yanga na al Ahli hakuna mbabe lakini bana Konte ampisha winga Yanga. Makonda ato angalizo mkandarasi viwanja vya afconi. Makonda ato angalizo mkandarasi viwanja vya afconi e, ataka kukamilika kwa wakati. Lakini Simba kuonyesha ukubwa kwa experience de Tunisia e, Simba kuonyesha ukubwa kwa experience de Tunisia leo. Wabunge Simba watembeza kichapo kwa leo kichapo wenzao wa Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula wa Machinga kwenye kurasa za michezo. Gazeti Singida, eh, eh, lakini bondia malengo. Gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo linaandika eh, Yanga yakaa pazuri CAFCL, lakini Makonda asisitiza kutovumilia wakandarasi wazembe na kocha Simba azitaka pointi tatu za Esperance. Azam Singida mzigoni leo, lakini Adam Peter bondia mwenye malengo lukuki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo eh, pate nakala yako kwa habari kwa kina, lakini gazeti lako la habari leo lenyewe kwenye michezo linaandika E, Buba funguka usajili Yanga, lakini Yanga yajipa yajipa presha kufuzu robo fainali, Simba Azam Singida kibaruani leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini kuna habari inayosema trilioni moja nukta mbili sita zaimarisha miundombinu ya michezo e, trilioni moja nukta mbili sita zaimarisha miundombinu ya michezo lakini Tiki Siara e, awahimiza wadau kuinua muziki Njombe. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Nipashe lenye kurasa wa michezo linaandika Yanga ya ikazia Al Ahali, sare haifanya kufikisha pointi tano, huku zikiwa zimebaki mechi mbili. Lakini baka lazima tushinde leo. Huyo ni kocha mkuu wa Simba Sport Club spin baka asema lazima tushinde leo lakini kimataifa, Lopez yajifunga Barcelona. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kurasa za michezo linaandika hakuna namna, hakuna namna ilo. Eh, ni gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini Bambucha, haya ndio mateso kukatwa mguu. Huyo ni Bambucha sema haya ndio mateso kukatwa mguu.